Na hii ni Mnyalu TV. Viongozi wa klabu ya Simba Sports Club pamoja na klabu ya Young Africans wameitikia mwitikio siku ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuzungumzia mustakabali wa Dabi, mchezo wa Dabi ambao uliahirishwa uh, tarehe nane ambapo litakiwa upiga, lakini kuna sababu ambazo bado hazijawekwa wazi ni kitu gani ambacho kilisababisha Dabi hiyo ikaahirishwa, so wame Uh, itikia mwitikio wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi, ambapo aliwaita uh, kuzungumza. Watazungumza pamoja na TFF na bodi ya ligi klabu hizo mbili. Klabu ya Yanga ilianza kufika, na naimana atakuwa amezungumza na mazungumzo yatakuwa ameisha, na, na klabu ya Simba ilitajwa kufika saa saba na mpaka sasa hivi wamefika kwa ajili ya mazungumzo hayo kufikia mustakabali wa dabi ambayo uh, itajulikana kama itachezwa au mchezo hautachezwa, lakini kwa msimamo wa Yanga wanasema hawataki tena kucheza mchezo huo wa dabi, na kuwekea video mbalimbali mbali ambazo zinaonesha viongozi wa klabu ya Young Africans na waziri mkuu na viongozi wengine wa bodi ya ligi na TFF wakiingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazungumzo hayo. Weka maneno yako hapo, na uh, usahau kusubscribe, turn on notification ili kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Sisi wa simu

Na hii ni Mnyalu Tv.